Na mtazamaji, familia moja eneo la Subukia kaunti na ya Nakuru inaomboleza kifo cha ghafla cha mwanawao aliyowawa siku ya Ijumaa. Na mwili wa Wanjiru Ng'ang'a ulipatikana umetupwa kwenye shamba eneo la Kiboronjo, Subukia, wa kwenye kisa ambacho maafisa usalama wanasema wameanza kuchunguza. Na Merian Nyambura na taarifa hii kwa kina Majonzi na huzuni imegubika kijiji cha Kiboronjo, wadi ya Hwaseges, kaunti ya Subukia, familia hii ikisalia na maswali chungu nzima msimu huu wa Pasaka, kwani jamaa yao Wanjiro Ng'ang'a mwenye umri wa miaka ishirini amepatikana ameuawa na mwili wake kutupwa siku ya Ijumaa. Kitu saa mbili ya asubuhi ndio nilipigiwa simu na mmoja wa majirani, ndio akanaambia ya kwamba wamempata hapa karibu na mto wa Subukia. Uh, ameuawa. Nilikutana na kitamba kama step tano hivyo, nikapiga nduru, nikasema mtoto wangu wako wapi? Nikapiga nduru, mama alikuwa kwa shamba, akakuja niambia ni nini? Nikamwambia anatafuta mtoto wangu wako kuja jana. Mimi nikapita na nikaanza kuteremka, sasa nikuja kwa mtu akaniambia, rudi, ndio huyu Wanjiru. Siku ya Alhamisi Wanjiru alielekea kazini kama kawaida, Ripoti zikiarifu kuwa aliondoka kazini jioni na ikawa mara ya mwisho kupatikana akiwa hai. Huyo msichana wangu amekuwa ni mwenye tabia nzuri na anafuatilia kanisa vizuri n hata hakuwa na, na mambo ya marafiki marafiki vile vijana vijana wanakuwa na mambo ya kirafikirafiki rafiki. ana unasema tu serikali ishughulikie mtoto wangu, jua jiro akuwa na maneno mengi na mtu. Wakazi wa kijiji hiki wanaripoti kuongezeka kwa visa vya utovu wa usalama. Tumehusunika pamoja na hii familia na tumewachwa ni msichana ambaye ni mwana lika mkakamafu ambaye alikuwa amesimama na alikuwa kielelezo cha wengi. Hilo tendo ambalo lilifanyika ni la kudhulumu mtoto msichana ikiwepo ya kwamba huyu msichana alikuwa amesomeshwa hadi kidato cha nne amehitimu kwa kozi yake ya makanika. Na sasa alikuwa ameanza kujitafutia mapato yake ya kila siku. Maafisa wa usalama ambao wameanza uchunguzi watakuwa na kibarua cha kubaini aliyetenda unyama huo. Miriam Nyambura, Runinga ya Citizen.